Kama kuna watu wana maisha magumu ni matajiri. Wakati nikiwa maskini nilikuwa naamini matajiri ana enjoy. But trust me matajiri hawalali. Mm -hmm. Matajiri wana maadui wengi. Mithali anasema tajiri ana marafiki wengi, mi nasema uongo, those are fake friends. I repeat again, marafiki wa tajiri, those are fake friends, wako pale kwa sababu ya pesa na tajiri akitaka kunielewa, ngoja pesa iishe, ndo atajua kwamba wale sio marafiki. Wale ni maroboti tu, fake friends, those are not friend of a, sio marafiki wa tajiri, wale ni marafiki wa utajiri. You have to understand, kuna marafiki wa tajiri na kuna marafiki wa utajiri. Ukishakuwa na pesa unakosa marafiki zako, unapata marafiki wa pesa zako. Kwa watu wengi ambao wako na pesa leo, hata mapenzi ya kweli hawapati. Unajua tajiri hawezi kutongoza mwanamke akakataa. Lakini sio kwa sababu anampenda. Hakuna <laughs> watu wanaenjoy mapenzi ya kweli kama pua guys. <laughs> Maskini wanaenjoy mapenzi ya kweli. Tajiri utapendwa na kila mwanamke ila ukimnyima pesa au monetize. At least I'm telling you. Maanake tajiri anakosa hata wakumpenda. Watu wote wanapenda vitu walivyonavyo. Ndugu wanaishi na wewe wakiangalia utakufa saa ngapi, tuchukue ulivyo navyo. Wafanyakazi wanakaa wakiuliza utakufa saa ngapi, hii kampuni baki yangu. Yaani, kama kuna mtu ana mateso ni mtu mwenye pesa, na kama kuna mtu anarogwa ni mtu mwenye pesa, kwa sababu watu wengi wanang'ang'ana kupata ulichonacho. Kwa hiyo mimi ni...